Hiyo ni bibilia, siyo katiba ya nchi, siyo kanuni, sio omidaaro. Wanaotaka katiba ibadilishwe yafanya, ni neno hilo linasema. Unaweza ukaelewa, watu wengine mnakaa hata muelewi. Ndio maana nasema hiyo ni neno kwamba, kumbe neno lake anapopewa tu mkono wa shirika, wewe ndio rais. Ndio hayo mambo hayo, kwamba ana uwezo wa kufanya mambo. Sasa mpeni mtu ambaye ana maroho, ana vitu vyake atakachokifanya ndio hayo yanazugumza. Endelea mstari wa 5 anasema aishikaye amri hatajua neno baya, na moyo wa mwenye hekima hujua wa, hujua wakati wa hukumu kwa. mm -hmm. Maana kwa kila shauri kuna wakati na hukumu, kwa sababu mashaka ya mwanadamu yaliyo juu yake ni makubwa, kwa mkuu hajui yatakayokuwapo kwa maana ni nani awezaye kumweleza, kumweleza jinsi atakavyokuwa? Hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie, aizuie roho, wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna kuruhusiwa katika vita katika vita vile, wala, wala uovu hautamwokoa yule aliyeuzoelea. Mstari wa tisa anasema: mambo hayo yote nimeyaona nikatia moyo wangu katika kila kazi iliyofanyika chini ya jua. Kuna wakati ambapo mtu mmoja anayo mamlaka juu ya wenziwe kwa hasira yake. Asante, durusha moyo wako Tuende pamoja mimi. Nimesoma lakini nimesoma hayo baada ya kupewa ujumbe. Huyo ndio ukweli, nimesoma hayo baada ya kupewa ujumbe kama neno la kusimama nao. Mnisikilize Watanzania wezao, kwanza usipuuze habari za kufuatilia zinazoendea kwenye taifa lako na mipaka yake kwa maana ukiweza kusoma gazeti, ukiweza kusikiliza media, ukiweza kufanya, usipuuze kufuatilia kinachosemwa. Moja ya madhara yanayotokea nchi zinapopinduliwa, wanakamata kwanza wa, wa, wa, mawasiliano. Wakikamata mawasiliano, ndio wanaenda kwenye vituo vikubwa ambavyo vingeweza kuwazuru wanaotaka kupindwa nchi kwa hiyo ndio maana usije ukasahau na kudharau kufuatilia taarifa zinazotolewa, ziwe mbaya, ziwe nzuri, ziwe za kimungu, fuatilia kwa kina. Lakini mimi nakuongeza kingine, kama kilivyokiongeza kile, nakuongeza kingine cha roho, kama nilivyowaagiza aidha, kuwaomba kufuatilia taarifa za habari kwenye vyombo mbalimbali naomba nikuagize kama mtumishi mwonaji kwa Bwana, jitahidi kufuatilia taarifa ya habari ya kiroho. Andika kwa herufi kubwa, jitahidi kufuatilia taarifa ya habari ya kiroho. Kuna taarifa ya kimwili lakini kuna taarifa ya kiroho. Taarifa ya kimwili inatangazwa na ITV, Channel 10 sijui YouTube sijui wapi, magazeti ya Kiingereza na ya Kiswahili na ya Kifaransa na ya Kirugha mnapangazia leo. Kama nimekuja kupanda mzigo kabla ya uchaguzi, ambao una maswali mengi yanayokuja kwako, nasema mwombaji, ndio maana mkutano huu mmeufurahia toka siku ya kwanza. Si hatuhitaji pambio za kurukia, Yesu tumerukia sana huko, tunakomoka. I'm so happy kwa ajili ya kazi nzuri mnayofanya. Tumeukia sana, ni muda wa kububujika na kushusha wingu Bwana. Tunataka kumsikia Mungu. Hizo step mkacheze kwenu, stepu itashuka hapa, ntawaonyesha itashuka ya nguvu ya roho Mtakatifu. Sikia mbingu inasema. Fungueni so, masikio ya ndani, msikilize taarifa ya habari, na muwe na macho kama mnaona kwenye TV muwe mnaiona. Taarifa utaisikilizia wapi? moja taarifa ya ndani utaisikiliza manabii wanaposema. Habari kama hizi ni taarifa moja ya habari ambayo wanasema, sasa tunatangaza kutoka mbinguni kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba ya kwamba katika nchi ya Tanzania kunategemewa kuwa na uchaguzi ambao unakuja kwa spidi, lakini kuna mawazo mtambuka katika taifa lenu, kwa sababu kuna wanaokubali uchaguzi uwepo, kuna ambao wamekataa kuwepo. Sasa sisi wachambuzi wa mambo wa taarifa ya mbinguni tunatoa taarifa ya kwamba walio warohoni anajulikana mambo ya rohoni, waingie ndani, funga na kuomba, ili wapate taarifa za rohoni kabla zijaja mwilini, ili waweze kutambua mambo yanaendelea kabla ya, ya uchaguzi. Inawezekana kwa, kwa mambo mabaya, lakini warohoni wao wamejua, wajiandaa. Makofi kwa Mungu kwa taarifa hii nini? Kwa sababu mambo ya roho yanajulikana kwa watu wa roho. Praise the Lord, amen. sataaikota yanda mete ya saka yanda, mambo ya roho mwanangu yanajulikana kwa watu wa roho. Nasikia mbinguni umefunguka, pati siarekanda. If you meet God, kama unamuhitaji Mungu unahitaji taarifa ya rohoni na taarifa ya rohoni haijulikani kwa watu wa dunia. You have to go deep spiritually. Wende ndani kabisa, ukubali kusikiliza taarifa ya mbinguni naambiwa inatolewa kila dakika, ila watu hawaelewi kwa sababu wanaongea Kifaransa wee, wanaongea Kiswahili. Sasa leo nataka